Sisi tunaamini kwamba huko ndio nyumbani, okay. Kwa vijana, mimi naamini kwamba wanajua hilo, you know? Watakuja kupambana, mwisho wa siku wataqualify kwenda katika mashindano ya ya Champions League. Kwenda makubwa ya jana, full house. Yes, yes, bure bure. Sio sio Yanga tu, hata Azam Football Club walijaza. Yes, yeah, sisi na pesa au haikujaa kwa sababu sisi tunaamini kwa football ni starehe. Na starehe yote ni. Lakini mpaka hivi sasa nikiangalia mashabiki wa Simba wananipa faraja kubwa. Kuna namna ambavyo watu wanaitikia mwitikio kuja kwa support timu yao. Leo ilitakiwa mashabiki wasije. Moja kwa sababu timu imeshashinda goli tatu. Lakini pili kwenye mashindano ya Champions League watu wameshazoea. Lakini watu kwa mapenzi na mahaba makubwa timu yao. Wao unaona namna ambavyo kusanyiko na Simba wamejitokeza wamechukua tiketi yao wamekuja ku kwa support timu. Kocha. Yes. Unatukosea. Simba hatuna kocha, Simba tuna manager. Makocha wanapatikana kwenye timu ndogo na kuna baadhi ya timu ndogo nyingine jana wametangaza kocha. Sisi Simba Sports tuna timu kubwa, tuna manager. Timu kubwa zote duniani za mtu ana nani? Manager. Kwa hiyo, chini ya Pantev, naamini kwamba ameandaa vijana vizuri. Inshallah tunakwenda kupata matokeo ya gori nyingi. Mungu ukimpendeza tano sita tukafurahi wana Simba. Naionaon lazima tuseme kwamba wachezaji wa Simba wote ni bora. Leo hii tunapokwenda kumzungumzia, umesema kama kumzungumzia k, lakini jaribu kumwangalia, ukimwangalia, lakini Abraham bado ni mchezaji mzuri. Kwayo mimi naamini kwamba wachezaji wote wa Simba awas, na siku zote tunasema ndani ya Simbawa bahati mbaya mimi naamini kwa ubora wao ndio umesababisha ambao wachezaji wote kwa ubora wao katika klabu ya Simba. Na imani kila mmoja akipewa nafasi atatumikia klabu yetu, ataipambania ili kuona namna ambavyo malengo ya Simba yanakwenda kutimia. Malengo ya Simba mwaka huu ni kuiona Simba yanakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa bara Afrika. Baadhi ya timu ndogo malengo yao yamekamilika. Kuna baadhi wa rais wa timu hizi aliwahi kutoka hadharani kuambia watu malengo yao kuona timu yao ina qualify kwenda wapi? Group stage lakini malengo ya Simba ni kuiona Simba kwenda kucheza fainali ya Champions League, na inshallah kwa mipango iliyokuwepo mwaka huu, kwa aina wachezaji tuliokuwa nao naye tuliokuwa, Simba anakwenda kucheza fainali. <coughs> Moja, angalia kwa historia ambayo haifichiki, ndio mara ya kwanza Champions League ugenini Simba anashinda goli tatu mabadiliko. Kwa hiyo hii moja inatupa matumaini. Yes, mwana jamaa kalia jana, kulikuwa na msiba. Nani? Jana kulikuwa na bure lakini dume kalia. Ah. <laughs>